Ndugu wakazi wa kata ya Lwamgasa, kwa majina naitwa Daniel Shirogera Mabala, diwani wa kata ya Lwamgasa. Siku ya leo tarehe 25 ya mwezi wa 12 2025, tunaadhimisha kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Sisi kama wa, wananchi tunapaswa kuiga matendo yaliyo mema kwa Bwana Yesu Kristo, na viongozi wote ndani ya kata ya Lwamgasa tunapaswa tufanye kazi kwa umoja, kwa mshikamano na kwa kuishi matendo yaliyo mema ya, ya Bwana Yesu Kristo kwa kufanya hivyo tutakuwa tunampendeza Mungu na wanadamu. Ni siku pekee ya leo ambapo mimi nimeweza kupata wasaa wa kutembelea wagonjwa na kuona wengine watoto wamezaliwa siku ya pekee ya tarehe ishirini na tano nikafika zahanati ya Lwamgasa na kituo cha bama tunza mtoto na kwa manywele zahanati. Kwa kusema hivyo, mimi naendelea kuwatakia mwaka wenye baraka tele nyingi kwa wakazi wote wa kata ya Lwamgasa, tukawe na afya njema, tukalitumikie taifa kwa umoja na mshikamano tukiangalia maandiko pia Mathayo Mathayo saba mstari wa kumi na mbili inasema tunapaswa kuwatendea watu kama vile ambavyo sisi tungepaswa kutendewa. Maana yake kila binadamu tukawe watu wa kupendana na umoja na kutendeana yaliyo mema. Asante sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana.